Kuwa katika dunia hii kama kwamba ni mgeni au ni mpita njia, utastarehe sana, usichukulie kwani pahala ambapo utakaa milele. Nini maana yake? Maana yake kumbuka siku ya kufa, kumbuka kwamba hapa kuna mwisho wake, na Mwenyezi Mungu atakupa mpaka ishara. Kuna wakati anakugeuzia nywele zako, anazifanya nyeupe. Nambi wajaakum nadhir, na nakujeni mwonyaji awalam awalam nu'ammirukum atawahoji Mzimgu watu siku ya Kiyama, watakaokuwa shangia motoni, wakisema kwamba waachiwe kidogo, warejeshwe duniani wapate kufanya namal salihan, ghaira alladhi kunna namal. Mzimgu atawambia, ala mwanambia hivyo leo. Awalam nu'ammirukum, je mimi au sisi hatujakupeni umri ma umri ambao yatadhakkaru fihi man tadhakkara.